Mchezo uliosubiriwa na wengi sana kuanzia msimu uliopita baina ya kikosi cha FC Barcelona dhidi ya kikosi cha Paris Saint-Germain. Na moja kati ya sababu za watu wengi sana kuutamani na kusubiria huu mchezo ni kwa sababu kikosi cha FC Barcelona kinaonekana na kilionekana pia kipo katika hali ya juu kabisa ya kiushindani, ambao katika hali hiyo inatosha kabisa kushindana na kocha wao wa zamani Luis Enrique katika kipindi hichi ambacho Saint-Germain pia ni bingwa mtetezi wa UEFA Champions League lakini pia ni miongoni mwa timu bora zaidi duniani kwa hivi sasa. Mchezo wa leo wa UEFA Champions League unaweza kuwa na sura tofauti kabisa. Miongoni mwa watu wengi ambao walikuwa wakiusubiria mchezo huu ni pamoja na mimi, lakini mchezo huu umekuja katika kipindi ambacho timu zote hazijakamilika. By the way, it's very disappointing kujua ya kwamba Barcelona wataenda katika mchezo dhidi ya kosi ya Paris ya Saint-Germain ili hali akiwa anakosa magolikipa wake chaguo la kwanza kabisa katika kikosi hicho. Uh, golikipa Juan Garcia amepata majeraha na hata shiriki katika mchezo huu, lakini pia golikipa Marc-Andre ter Stegen na nahodha wa klabu ya FC Barcelona amekuwa nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo ipo posibiliti kubwa sana leo ya golikipa Wojciech Szczesny ambaye msimu uliopita alilinda lango la FC Barcelona baada ya Marc-Andre ter Stegen kuumia kuwepo lango.